Hivi sasa ni saa mbili kamili za usiku. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Msomaji ni Asma Ahmed na kwanza ni mhutasari wake. Mahakama kuu kanda ya Bukoba yatangaza ushindi wa ukoo wa Ihangiro katika kesi ya umiliki wa mali za jadi za ukoo. Wazazi na walezi mkoani Mwanza watakiwa kuwahimiza watoto wao kurejea shuleni na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa aagiza kufanyika uchunguzi kuhusu vijana wa nchi hiyo kuajiriwa katika shughuli za vita nchini Ukraine. Habari kamili. Muleba, mahakama kuu kanda ya Bukoba imetangaza ushindi wa ukoo wa Ihangiro katika kesi ya umiliki wa mali za jadi za ukoo iliyokuwa imefunguliwa na aliyekuwa chifu wa wakati huo Chazi Bwahama Ntale wa Nne. Akitoa taarifa rasmi ya ushindi huo, mwenyekiti wa ukoo wa Ihangiro mzee Wilhadi Ronyangira amesema kuwa uamuzi wa mahakama unathibitisha umiliki wa mali za jadi za ukoo wa Ihangiro na ni ushindi mkubwa wa kihistoria na heshima ya ukoo. Aidha, mzee Ronyangira amesema kuwa kesi hiyo ilikuwa muhimu kwa kulinda mali za jadi na kurithisha heshima ya ukoo wao kwa vizazi vijavyo, kutokana na awali chifu huo huyo alifungua kesi ya kugawana mali za ukoo huo. Sisi kama viongozi wa lukiko ya Ngilo, uamuzi wa mahakama kuu tumeona kuwa umedhihirisha kuwa taratibu za kijadi haziwezi kupingwa na mtu yeyote. La pili, kama mambo yameendeshwa kiutaratibu inavyotakiwa, hakuna mtu yote anaweza akapindisha mambo hayo, na kuwa wazee wa ukoo wana madaraka kamili ya kumteua mtu yeyote kwenye ukoo ambaye wanamwona anafaa. Kwa hiyo tumeona hukumu hii imekuwa fundisho kwa mtu yeyote, hasa vijana ambao wanafikiri wangeweza kuchezea au kuyumbisha msimamo waze wa wazee wa jaji kuwadanganya, kwa hii hukumu itawaonyesha kuwa haitawezekana. Aidha, ushindi huo unajumuisha mali zote za ukoo zilizokuwa zikiwa katika mgongano wa kisheria na unafungua njia ya utunzaji wa mali hizo kwa vizazi vijavyo. Mwanza Afisa elimu mkuu wa Mwanza bwana Martin Nkwabi ametoa wito kwa wazazi na walezi mkoani humo kuwahimiza watoto wao kurejea shuleni, hasa wanafunzi wanaojiandaa kwa mitihani ya taifa ya kidato cha pili na cha nne. Akizungumza na Radio Kwizera, Nkwambi amesema kuwa idadi ya wanafunzi kwenye shule za msingi na sekondari waliohudhuria masomo kwa sasa ni ndogo, hali inaweza kuathiri elimu yao, hasa wale waliopo katika madarasa ya mitihani. Amebainisha kuwa maandalizi duni kwa wanafunzi yana eza kupunguza ufaulu wa mkoa huo katika matokeo ya kitaifa. Mpaka sasa wanafunzi ambao wameshahudhuria shule mpaka leo hii tunavyozungumza ni asilimia nane ya wanafunzi, kwa hivyo ninatoa wito zazi na walezi wote kuhakikisha watoto wao wanahudhuria masomo na mi naomba sana, na niviombe pia vyombo vya habari kuendelea kuhimiza jambo hili. Wale watainiwa wanapaswa kuwa shuleni, si tu kujiandaa kwa ajili ya mtihani, lakini pia kutayarisha meza zao, kubandika namba zao wa na kadhalika. Wazazi watusaidia watoto wale wawepo shuleni. Amesema kuwa kutokana na mabadiliko ya ratiba ya mitihani, baadhi ya wanafunzi wamebaki majumbani wakidhani muda wa kwanza mitihani bado ni mrefu. Kibondo Uongozi katika kitongoji cha Rohemasi kijiji cha Kitahana wilani Kibondo mkoani Kigoma umeahidi kuendelea kuchukua hatua dhidi ya wazazi na walezi wanaowaficha watoto wao na kuwatumikisha katika shughuli za kilimo na ufugaji badala ya kuwapeleka shuleni. Mwenyekiti wa serikali ya kitongoji hicho Bwana Jailosi Mboni Mpae amesema hayo wakati akiongea na Radio Kwizera juu ya mkakati wa kuhakikisha watoto wanapata haki ya elimu. Amesema hatua zimekuwa zikichukuliwa kwa wazazi au walezi ambao kuwa akishindwa kutekeleza maagizo ya serikali ya kuwapeleka watoto shuleni kwa swala la kutunza siri kwa mtoto ambaye anafanyia ukatili hicho kitu akipa na kuna sehemu moja ambayo kiliwahi kutokea mtoto alifichwa ili kusudi isije ikaonekana ya kwamba pengine yupo akawa nasema ya kwamba mtoto hayupo kumbe yani hayupo alisafiri kumbe yuko pale pale anaamka alisha kapelekwa kwenye mashamba kukalishwa huko kwa kweli baada ya kuwa tumelibaini mile mzazi tumpeleka polisi tukaenda kulalamika na kwa kweli alipata adhabu kulingana na kosa hilo kwa sababu swala la kuficha si kitendo kizuri ni kitendo cha kikatili Mafanikio hayo yanatokana na hatua ambazo zinachukuliwa na halmashauri ya wilaya ya Kibondo za kuwataka wazazi kutoa wakatili watoto wao kwa kuwanyima haki ya elimu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka radio Kwizera FM. Johannesburg. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameagiza kufanyika uchunguzi kuhusu hali iliyosababisha kuajiriwa kwa vijana wa nchi hiyo katika shughuli za vita kwenye mzozo wa Urusi na Ukraine. Agizo hilo linajiri ikiwa shirika la Reuters likiripoti kuwa Afrika Kusini imepokea simu za dharura kutoka kwa raia kumi na saba waliosalia eneo la Donbas nchini Ukraine ambapo walikuwa wamejiunga na vikosi vya wapiganaji wa kulipwa. Taarifa hiyo haikufafanua ni upande gani wa mzozo wa wananchi hao waliokuwa wanapigania huku Afrika Kusini ikitafutia njia ya kuwarudisha nyumbani. Kulingana na sheria za Afrika Kusini, ni kinyume cha sheria kwa raia kutoa msaada wa kijeshi kwa serikali za kigeni au kushiriki katika majeshi ya serikali za kigeni isipokuwa iwapo wameidhinishwa na serikali ya Afrika Kusini. Na hatimaye Gaza, Wawakilishi wa jeshi na wizara ya mambo ya nje wa Israel wameijulisha familia ya mtanzania Joshua Loitu Molel kwamba mwili wake umerejeshwa Israel na Hamas usiku wa kuamkia leo baada ya wataalam wa uchunguzi wa vinasaba kukamilisha utambuzi. Molel mwenye umri wa miaka 21 aliyekuwa mwanafunzi wa mafunzo ya kilimo katika eneo la Kiptiz na Hal Oz aliuawa na Hamas asubuhi ya Oktoba saba 2023 na mwili wake kutekwa na kupelekwa Gaza. Taarifa ya ofisi ya Waziri Mkuu imesema kuwa serikali ya Israel inaungana katika huzuni kuu ya familia ya Molel na familia zote za mateka waliouawa. Ofisi hiyo imeongeza kuwa Israel imeazimia kuirejesha miili ya mateka waliouawa ili wazikwe, ikis, ikisisitiza kwamba Hamas inapaswa kutekeleza makubaliano yake na wawezeshaji wa mazungumzo ya kuwarejesha kama sehemu ya utekelezaji wa makubaliano hayo. Kabla kumaliza ya kumaliza taarifa ya habari, hutena ni muhtasari wake Mahakama Kuu Kanda ya Bukoba yatangaza ushindi wa ukoo wa Ihangiro katika kesi ya umiliki wa mali za jadi za ukoo. Wazazi na walezi mkoani Mwanza wametakiwa kuwahimiza watoto wao kurejea shuleni. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa aagiza kufanyika uchunguzi kuhusu vijana wa nchi hiyo kuajiriwa katika shughuli za vita nchini Ukraini. Waza Wazua. Msikilizaji, ukishindwa kuonyesha ubora wa matokeo, walau uweze kuonyesha ubora wa nia. Waza Wazua na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X ati Radio Kwizera FM, kule YouTube ni Kwizera TV, na katika websaiti yetu ni Radio Kwizera co tz. Na saa tano usiku, msikilizaji utasikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita FM ni nambari moja Kanda ya Ziwa. <laughs>